akati yako na Mungu ili Mungu atakaposimama uweze kupokea kwa uthabiti kabisa. Karibu Nabii asifi. Madhabuni pako. Hebu mshangilie Mungu wakati Mungu anaenda kusimama ndani ya. Yatakusanyika mbele zake mataifa yote.

fi mwengine, Baba yetu na Mungu wetu, mfalme wa amani, tuna kushukuru Baba kwa ajili ya pendo lako, tuna kuinua, maana hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Wewe ni Baba, ulikuwepo, upo, na utaendelea kuwepo. Wewe ni Mungu nayetenda makuu, wewe ni Mungu nayetupenda kwa upendo, wewe ni Mungu nayetuwazia mema tuko mahali hapa Baba, wala hatukujua kama siku ya leo tutakuepo, tutakuwepo mahali hapa, lakini wewe ulijua kabla ya misingi ya dunia kuweko. Umetutetea, umetubariki, umetujalia afya njema, umetujalia uzima na umetujalia kibali cha kuwepo mahali hapa, Baba. Asante Mungu wetu na mwokozi wetu, jemadari wetu, tunakuomba Baba katika maombi ya usiku wa leo ukaseme nasi tusikie, baba na tukasikie sauti yako, ukatujibu Mungu wetu, kama ulivyomjibu Daniel, baba ukatujibu. Nasi tunakuomba Ebeneza, ukaguse taifa letu la Tanzania. Ndugu na jamaa zetu wengine ni wagonjwa wako mahospitali, wengine ni wagonjwa wako majumbani, wako vitandani, hawajiwezi, wengine wako safarini wengine wako kazini, wengine mashuleni. E Baba, tunawaleta mbele zako, tunaomba mkono wako ukawaguse Baba, ukawatende mema, ukawaponye Baba, ukayasikie maombi ya kila mmoja. Kila aliyekuja mahali hapa ana maombi na mahitaji ndani ya moyo wake. Baba, muwezeshe kile atakachokitamka kifanane na anachokiwaza, msaidie Jehova, mguse baba yule, mguse mama yule mguse binti yule na kijana yule na mtoto yule, ukawatetee Bwana. Neema yako na uweza wako vikendelee kudhibitika katikati yetu. Ukaturehemu Baba, maana tumekuja, mawazo yetu yako tofauti na kusudi lako. Tunaomba Baba, turehemu tutakase Baba, ili roho zetu na nafsi zetu ikaweze kusikia na kupokea neno lako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na tuseme amen. Shangiria Bwana kwa makofi mengine. Amen. Shangiria Bwana kwa makofi mengine. Amen. Kabla hata hujakaa tukamsifu Mungu kwa wimbo mmoja. Aleluya. Amen. Watu mmechoka tayari? Bado. Mmeshachoka? Bado. Tukamsifu Mungu kwa wimbo mmoja unaoonesha kabisa kumwinua Mungu, kama mnao mseme, kama hauna bia mseme

tuwage ukie waimbaji watu sasa Amen. Ni zambu yako sasa kubarikiwa na nabii. Haleluya! Kama uko tayari sema

Leo Mungu ameshusha baraka kulingana na viti vilivyo mahali hapa Amen. kulingana na viti vilivyo mahali hapa kila kiti kina baraka zake Amen. Na kila kiti kimeandaliwa muujiza wake. Tafuta viti kumi na nne halafu, viguse, sema baraka za hapa nachukua mimi. Gusa kwa imani kabisa, sema baraka za hapa nachukua mimi Bwana Yesu apewe sifa. Kama umemaliza sema amen. Amen, sema tena amen, amen. Lazima kieleweke, na ukija kukaa mbele yako kusiwe na kitu, kiko wazi. Sogea mbele, tuendelee na tunakwenda kufanya maombi siku ya leo na Mungu anakwenda kutubariki. Bwana asifiwe sana. Niliseme mkate wa leo unaokwenda kuubariki, yoyote aliyekuwa anakuwazia mabaya ukila huo mkate ye kule anaanguka. Amen, ndo siku ya leo, ndo mkate wa leo. Yoyote anayewazia mabaya juu yako au juu ya familia yako ukila wewe mkate ye kule anaporomoka. Amen, kama unanikubalia sema iwe hivyo, iwe hivyo. Kama kuna mtu alikuwa anazuia usipenye we, ukila mkate yeye ndio anazuiliwa, alafu unapenya Amen. na magonjwa yote yanatoweka kwa jina la Yesu, Amen. Kwanza unapokula huo mkate acha kujiwazia mabaya, jiwazia yaliyo mema. Amen haleluya, Amen. Nikukaribishe kwenye kiti chako tena kwa masaa mengi tulio nayo, na Mungu akubariki sana, maana leo siwezi kusema kwa muda mchache, yani kwa masaa mengi tulio nayo sasa hivi ni saa mbili na robo mpaka saa sita kamili, lakini ikifika saa ngapi kamili tutaanza maombi. Bwana asifiwe sana Natamani maombi ya leo yawe kwa ajili yako Amen. Natamani maombi ya leo yalete ya mafanikio juu yako Amen. Natamani maombi ya leo yalete badiliko kwenye maisha yako Amen. Natamani maombi ya leo yalete furaha kwenye moyo wako Amen. Bwana Yesu apewe sifa Amen. Nishukuru Mungu kwa ajili ya wanakwaya nikianza na Yerusalemu, kwa kweli mmeimba vizuri sana sana sana mmeimba ingawa mlikuwepo wachache, lakini mmeimba vizuri sana sana sana, na inaonyesha ukomavu wa uimbaji. Mungu endelee kuwabariki sana. Nakuja kwa mshikamano, mmeimba vizuri sana sana sana. Haijalishi kwamba mwalimu alikuwa aonekane, lakini bado mmeimba vizuri sana sana, na inaonyesha hali ya kusimama na kujitegemea. Mungu endelee kuwabariki sana sana. Tukija kwa baragumu, pia mmeimba vizuri sana sana sana ijalishi mwalimu alikuwa onekani lakini mmeimba vizuri sana kwa kweli, meimba vizuri sana sana na mmekuwa wastahimilivu kwenda mipigo mengi na mazoezi makubwa sana. Mungu aendelee kuwabariki afya njema na wazidishie baraka, na hiyo inaonyesha ukomavu. Aijalishi unamwona mwalimu mbele yako, umuone, unasimama, unapiga kitu kinaonekana. Ngemwongezea Mungu makofi kwa ajili ya kwaya zetu. Amen. Lakini pia niseme wote ambao mpo kwenye ibada ya leo nanyi mliowahi kufika mahali hapa mna neema kubwa sana sana. Amen. Mna neema kubwa sana sana sana. Amen. Na Mungu awainue kweli kweli. Amen. Tena wafanikishe kweli kweli. Amen. Awape kibali kweli kweli. Amen. Na maombi ya usiku ya leo yalete ufungulivu kwenye nyumba zenu kweli kweli. Amen. Na kwenye kazi zenu kweli kweli. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa wale wote ambao waliguswa wakamchangia yule mtoto ambaye tulikwenda kumwona leo katika hospitali ya Muhimbili. Si wote walioweza kuguswa, lakini wewe uliyeweza kuguswa na ukamchangia, hakika nimeona nimejifunza na vitu vingi sana. Unaweza ukasema ukawaza kwamba Mungu mimi hajanitazama, kumbe Mungu amekutazama sana sana sana kuliko unavyofikiria. Bwana asifiwe sana. Ukuli kwa kweli, kwa muda mchache tu, hata wiki haikufika, tumeweza kukusanya shilingi milioni moja laki mbili na arobaini na mbili. Tukafika pale, yule mtoto alikuwa anahitaji mashine ya kumsaidia kupumua, hawezi kupumua. Lakini kwa kweli, ukiangalia tumbo lake, jinsi alimili jua labda ni kitu kidogo sana lakini baada ya kufika pale nikaona sio kitu cha kawaida. Mashine waliomnunulia baadaye wakasema haitoshi, naonekana ugonjwa unaongezeka, kwa hiyo haitoshi, inatakiwa kubwa zaidi, na hiyo kubwa zaidi ni milioni nne na laki nane na hii ndogo ilikuwa imenunuliwa, kwa hiyo haitoshi, kwa hiyo wanahitaji msaada kubwa sana, lakini ikawambia... kupata wenye kutaka kuletea pressure wanakuletea lakini hakuna pressure inayokupata mwambie Mungu asante, amen. Mwambie Mungu asante, Amen. asante. Mimi nakwambia Mungu anakupenda kuliko unavyowaza. Yawezekana wanadamu nadhani wanakupenda, lakini wote ni waongo. Amen. Mungu peke yake ndiyo mkweli. Amen. Nimemwangalia ule mtoto mdogo na mwaka mmoja na miezi tisa madaktari wanamwambia hawezi kumfanyia operation mpaka afikishe miaka mitano Imagine mtoto anauma, hawezi kupumua, wanamwambia kwamba anatakiwa afikishe miaka mitano ndio afanyiwe operation. Halafu ana mwaka mmoja hata miwili bado hajafika. Unawaza nini hapa? Vipi kama ungelikuwa ni wewe. Hata ulicho nacho mfukoni kinaisha, kumbe wakati huko mzima, usijione maskini. Bwana asiwe sana. Ndio maana Mungu akanipa somo leo, ambao nikufundishe, badilisha jinsi ya kuwaza kwako. Mwambie jirani yako, badilisha mawazo yako. Nataka nikuoneje jinsi mawazo yanavyoweza kukupoteza au kukufanikisha. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, kuna jinsi mawazo yako yanaweza kukupoteza au kukufanikisha. Saidia umwambie, maana leo katika usiku huu katikati ya usiku wa manane kuna mawazo ya mtu yanakwenda kubadilishwa, kutoka kwenye kujiona duni na kujiona ni mkuu, kutoka kwenye kujiona mgonjwa na kujiona mzima, kutoka kwenye kujiona maskini na kujiona tajiri, kutoka kwenye kujiona amekataliwa na kujiona kwamba amekubarika Amen. kutoka kwenye kujiona kwamba ni wa kawaida na kujiona ni wa thamani Amen. badilisha mawazo yako Amen. Bwana Yesu asifiwe Amen. Kuna jinsi mawateza au kukufanikisha. Nimejifunza somo kubwa sana kwa dakika chache nilizokaa na yule mtoto, nikiwa namgusa ule uvimbe nageuza naangalia, namuombea mtu mwingine anaweza akafika akaogopa hata kumgusa. Bwana asifiwe sana. Nimejifunza kwamba Mungu anatupenda sana. Inawezekana hata umeambiwa na daktari kwamba unaumwa, lakini we sio mgonjwa, we ni mzima. Unaendelea kujiona ni mgonjwa kwa sababu mawazo yako yanakuambia wewe Kwanzia leo sema, mimi ni mzima. Kile alichokuambia daktari mina kataa sio. Sema, mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Hebu sema tena, mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Hebu sema tena Filipo ni mzima kwa jina la Yesu. Sema mimi sio maskini kwa jina la Yesu. Filipo sio maskini kwa jina la Yesu. Mimi sio wa kawaida kwa jina la Yesu. Mimi sio wa kawaida kwa jina la Yesu. Mimi sio wa hivi hivi kwa jina la Yesu. Mimi sio wa hivi hivi kwa jina la Yesu. Eh, Bwana wangu. Eh, Bwana wangu. Na Mungu wangu. Na Mungu wangu. Mwokozi wangu. Mwokozi wangu. Na mtetezi wangu. Na mtetezi wangu. Badilisha mawazo yangu. Badilisha mawazo yangu. Badilisha kuwaza kwangu. Badilisha kuwaza kwangu. Ni waze sawasawa na neno lako. Ni waze sawasawa na neno lako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen, amen. Kuna watu unaweza ukajiona wewe ni mgonjwa, kumbe wewe ni mzima. Unajiona mgonjwa kwa sababu ujaona wagonjwa. Unaweza ukajiita maskini kwa sababu ujaona maskini. Una mikono yote, una miguu yote, una macho yote, una pua zote, <laughs> unasema wewe maskini? Wewe ni tajiri una afya njema, wewe ni tajiri, una nguvu ya Mungu, hata watu wa kiwanga ya kupati wewe ni tajiri. Wewe sinisaidia, so, kumwambia jirani yako, ambie jirani, kumbe wewe ni tajiri bwana. Kama hataki mwambie, kumbe jirani, ndio nakuambia hivyo okay. Mimi ni tajiri. Vile unavyoniwazia sivyo anavyoniwazia Mungu, sema vile unavyoniwazia sivyo anavyoniwazia nabii. Vile unavyonitazama sivyo anavyonitazama nabii, sivyo na anavyonitazama Mungu. Vile unavyoniwazia sivyo anavyoniwazia Mungu. Nikwambie, mimi nakuwazia mema, haijalishi wengine wanakuwazia mabaya. Mimi nakuwazia mema, nakuombea sana. Nakupenda sana Mungu akuinue sana akupe neema sana Amen. Akupe kibali sana, Amen. Sana. Amen. Sana. Amen. Amen. Sasa nimesema hapa somo langu limetoa kichwa cha somo kwa kweli na muda mzuri, e, mzuri sana wa kufundisha na muda mzuri sana na nitafundisha kwa wakati na nitaruhusu watu kama anauliza aulize, ambaye hajaelewa jinsi mawazo yanavyoweza kumpoteza mtu au kumfanikisha. Nikianza na kitabu cha Mithali, Mithali sura ya ishirini na tatu mstari wa saba kabla ya kusoma hapo, sasa niseme mawazo ni nini? Hebu ulize jirani yako mawazo ni nini? Unajua tunasema mawazo, wakati mwingine mtu ajui nini maana ya mawazo. Nani anajua mawazo? Nani anajua ma, nani anajua ma, nani anajua mawazo? Nani hey, nani anajua mawazo? Halafu nyi ni waongo, mpaka mpaka shetani anashangaa. Na nani amewahi kuwaza kama umewaza nyesha mkono kabisa hivi. Uh-huh. Eh, wengine mjawahi kuwaza? Basi kichwa chako boga kama hujawahi kuwaza. Kati ya boga au mung'unya chagua moja. Muulize jirani yako we, ambao hujawahi kuwaza we, boga mung'unya, wangapi analijua boga? An, wana ulijua boga? Eh, we ulijui boga, we uliangalia ulijui boga, unalijua koa ningekuuliza sambusa kwa Kiingereza kama uijui, ni sawa lakini boga, unaweza kumuuliza mtu sambusa kwa Kiingereza anakuambia nafasa ni triangle. Na anajua boga eh, na anajua mung'unya, analijua mung'unya. Na anajai kuona mung'unya, nani analijua mung'unya? Wengine na mung'unya likoje, unalijua sasa alipokuwa amenyosha sila mmunya alikoje? Eh? Wewe Mariamu hapo mbele, mmunya alikoje? Eh? Mmunya eh? Kama dodoki? Wewe hapo mmunya alikoje? Na anajua mmunya. Mmunya alikoje? Eh? Eti mmunya eh? Mmunya kama tango. Eti mmunya alikoje? Huyo hey, sawa. Halafu likoje? Limekakaje kidogo au ni la raundi? Eh, hey, linaliwa bichi, linapikwa, lakini linaitwa sasa. asaganakwamba eti lipo kama dodoki. Nana, nana nalijua dodoki likoje, linaliwa liliwe we mtamba. Dodoki linaliwa, hujawahi kutembea. Dodoki linaliwa likiwa changa kabla lijakomaa, linaliwa likisha komaa, ndio dodoki. Lakini changa linaliwa na ni tamu sana, ukiweka kwenye mboga. Wangapi wamewahi kula? Safi kabisa, nyinyi mmetembea. Wacha wao wanasema, atagenda atagendatimaachumba, hajui kama dodoki linafanyaje hajui wale ambao tumeshatembea tuliokula dodoke safi kabisa. Wale ambao hawajai kuonja dodoke yaani washamba, mko wengi. Kama we uliwahi kula, halafu jirani yako ajana mkoe kwenzi. Wangapi wamewahi kula? Aya, muangalie jirani yako, kama amenyosha mkono. Wangapi ambao walikula dodoke lile? Wangapi hawajai kula? Aya, saidia kumkoa kwenzi, ila akikurudishia mimi simu lile linaliwa Bwana asiwe sana, Amen. kabla alijakomaa lile linaliwa tena, linaungwa ni tamu sana kwenye mboga, Bwana asiwe sana. Ila likisha komaa linakuwa kama na sabuni sabuni ndani, Bwana asifu, linakuwa na mbegu mbegu. Basi lile ukishaliweka, unakuja unalivundika, unatoa nanima.